Lilianzia pale maeneo ya Gerezani Kariakoo, e, mabasi kuna, yalichelewa kuchukua abiria pale. Lilipofika basi moja pale, watu walikuwa ni wengi, wa wakalishambulia na kuharibu vioo kule. Hata hivyo, fujo zile zilitulia na baadhi ya abiria wakaingia kwenye basi, wakaja nalo mpaka Magomeni Mapipa, ambapo inadaiwa liliharibika na wale baadhi ya abiria walishuka na wakachukua mawe yaliyokuwa karibu na na kulishambulia kwa maana ya kuharibu vioo vya basi pale Magomeni Mapipa. Wale walikuwa wale, wale wanatembea kwa mguu waliotoka kwenye hili basi la hapa Mapipa wakafika eneo la wa usalama waka wakakutana basi lingine, wakachukua mawe kwa karibu na maeneo yale ya ao, wakaweza kulishambulia na kuharibu vioo la mwisho lilikuwa ni pale Magomeni Kagera ambapo sasahau, watu walikuwa wanatembea kwa mguu. Kumbuka liliharibika moja Kagera, huku liliharibika basi moja huku mapipa. E, wakawa wanatembea kwa mguu, walipoanza kushambulia tena gari lingine pale <coughs> na kituo cha mwendokasi pale polisi wakawa wamekutana nao wakiwa wanatokea maeneo ya huku e, Manzese. Kuna kituo cha Manzese, Ubungo, ambapo vituo vingine vya huku juu vilikuwa viko salama na magari ya huku juu yalikuwa yako salama. Kwa hiyo hicho ndicho kilitokea, na kwenye kundi hilo watu watatu wamekamatwa na wanahojiwa. Kwa kifupi sana, hali ilikuwa namna hiyo. Kamanda Muliro, inatajwa katika hilo ambalo limetokea vurugu, zimesababishwa pia na jeshi la polisi kwamba mlifyatua risasi katika eneo hilo. Kuna ukweli? Ilikuwa kuna haja kufyatua risasi? Uh, kama ni kweli, na nini hasa ambacho kiliwapelekea polisi kufyatua risasi katika kadhia hiyo? A, kumbuka hilo kundi limetokea maeneo ya, ya huku Mapipa, uh, likaja pale kituo cha usalama limepita Mwembechai, limefika Kagera. Sasa kundi linaongezeka kubwa, na unaona sasa wanafanya uharibifu wa miundombinu hii ya umma. kwa, wa eh, eh, eh, kwa, wa kwa hiyo kilichofanyika nadhani watu wakisikia mlio wanajua ni risasi eh, eh, lile ni bomu la kawaida la kutuliza ghasia lililorushwa hewani kuashiria watu watawanyike. Kwa hiyo hakuna risasi iliyorushwa ila ni bomu lile la kuwatawanya liliyorushwa hewani. Na unaona baada ya kufanyika vile uh, kwa hiyo vile vitendo viliishia pale. E, kumbuka wametoka Magomeni Kagera, wametoka mapipa, wakapita kile kituo kinaitwa cha usalama, wakapita Mwembe Chai. Kwa hiyo huwezi kukubali sasa hali ile ikaendelea, iliishia pale Magomeni Kagera, na ilibidi iwe vile, kama sehemu ya utekelezaji wa kuzuia vitendo hivyo vya ambavyo ni vya kihalifu vya kuharibu miundombinu ya umma, hata kama una sababu zingine zozote, kwa sababu hiyo miundombinu wanapita watoto wako, wanapita shangazi zako, na wagonjwa pia wanapita pale. Kwa hiyo huwezi kumalizia hasira hapo. Kamanda, kwa mahojiano ya awali ambao mmefanya, kwa wale ambao mmewakamata, nini hasa ambacho anasema kuhusiana na hicho ambacho wamekifanya? Hayo ni mambo mengine ya kiuchunguzi ambayo aa, sasa mimi kwa kifupi napaswa kukupa taarifa kama ambavyo nimekupa huku, nikizingatia maadili ya kiuchunguzi lakini ma maadili ya masuala ya uendeshaji wa mashtaka hapo baadaye kamata tunafahamu kwamba uh, njia za mwendokasi, magari pia yataendelea kutumika katika siku hii ya leo, na jana mkuu wa mkoa alizungumza akasema kuna uchache wa hayo magari, alikiri hivyo. Vipi katika siku ya leo, jeshi la polisi mtakuwepo katika hivi vituo vya mwendokasi kuhakikisha usalama unakuwepo kwa kuzingatia ya tupo. Ya? Wewe wakati unasema tutakuwepo, sisi tayari tupo, tayari tupo, na mabasi yamekwisha anza kufanya kazi kwenye ruti tofauti tofauti, e, na yapo pia ongezeko la mabasi mengine mapya yale ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa akielezea yamekwisha yamekwisha anza. Kwa hiyo leo mtakwepo katika vituo vyote vya mwendokasi? Nasema sisi jukumu letu ni kuimarisha usalama maeneo yote ya Dar es Salaam na sio kwenye vituo tu vya mwendokasi takiwa watu wawe salama na mali zao kwenye maeneo tofauti tofauti. Haiwezi kusema tutakuwepo tu kwenye vituo vya mwendokasi, hiyo itakuwa tu ni sehemu ya sisi kuona usalama unaimarika hapo na maeneo mengine, yakiwemo hata hayo maeneo ya ambayo studio yako ipo. Sawa sawa, Kamanda uh, Muliro Jumanne Muliro, sisi tunakushukuru sana hapa katika Nipasha ya Radio One kwa kutupa ushirikiano wako asubuhii ya leo. Asante sana.